Na mpenzi mtazamaji wa Mkubwa Media, kama ni mara yako ya kwanza, hakikisha una subscribe. Kuna taarifa ambayo nimeipata kupitia Insta story ya Harmonize ambapo tunaona ameandika ujumbe unaolenga kabisa kwamba amechoka kuwa simu, na taarifa nilizopata chini ya carpet ni kuhusiana na Kajala kurudiana na Harmonize. Ngoja nikusomee ujumbe ambao Harmonize ameweza kuandika Aliandika huku akiwa gym. Unajua sasa hivi Harmonize na gym yake ambayo ameijenga, lakini kwa makusudi kabisa kujenga mwili, lakini inasemekana kwamba amejenga, amenunua gym hiyo na kuijenga kwa ajili ya Kajala. Sasa ameandika nimekuwa na muonekano e, wa vipindi hii ninatokana na maisha yangu ya mahusiano. Wakati mwingi nakosa maamuzi sahihi kwa mtu sahihi, naishia kula vyakula hovyo, not homemade, akimaanisha kwamba na vyakula vya migawani eh, au mahotelini akiandika akiendelea kusema kwamba Drinking alcohol and sleepless. So hata kama I love this game without someone taking care of me, waste of time I did someone home, ila wa kumwamini sasa. Hapa akimaanisha kwamba katika kipindi chote cha maisha yake amekosa maamuzi sahihi kwa mtu sahihi. Maana yake ni kwamba tangu achane la Kajala, sasa hivi Harmonize inaonekana anahangaika ana, kumpata mtu sahihi na anasema kwamba anaishia kula e, migawani na anakunywa pombe na kuna wakati mwingine anashindwa kulala vizuri e, kutokana kwamba hakuna mtu anayemjali. Lakini pia kwenye ujumbe wake anaendelea kusema kwamba anamhitaji mtu ambaye anaweza kawa nyumbani, manake familia kwa maana hiyo, anataka mke sasa, yani atakayekuwa naye sasa hivi, manake anaenda kumuoa. Lakini wa kumwamini ni yupi? Lakini ukitazama kwa ukubwa katika huu ujumbe uta, uta, unaweza kufahamu kabisa kwamba hapa Harmonize anachomaanisha ni kwamba anatamani kumpata mwanamke ambaye, uh, anaweza kumsaidia katika majukumu. Unajua ni msanii mkubwa ambaye anafanya kazi nzuri, lakini katika kazi anayofanya ni kama anajitahidi zaidi kwa sababu uh, pengine angeweza kuwa na mtu sahihi, pengine angeweza kufanya makubwa zaidi tunaona sasa hivi. Lakini kama unavyofahamu, anatamani kuchukua tuzo ya grand lakini sasa E, wengi mashabiki wamekuwa wakimzonga wakitaka yeye arudiane na Kajala kwa sababu ni mtu anamfahamu Harmonize, lakini pia ni mtu ambaye inavyoonekana anaendana naye. Lakini pia Harmonize ashatoboa siri kwamba e, wakati anajitafuta kitoka WCB wa safi alikuwa hana pa kulala, kwa hiyo Kajala alikuwa anamhifadhi katika nyumba yake huku akitafuta makazi ya kuishi. Lakini kiachilia mbali na hivyo ni kwamba mapenzi ya Harmonize na Kajala mpaka mtu anamnunulia range. Yani Harmonize anam, alimnunulia range Kajala e, gari zaidi ya milioni in 80. Hii inaashiria kabisa kwamba ni mtu alikuwa na mapenzi ya dhati kabisa na Kajala, lakini pia ukiachilia, okay, mbali Kajala kununuliwa range, lakini pia ukiangalia, okay, Paula alifukuliwa duka la thamani kabisa. Dondosha maoni yako, hakikisha unasubscribe.